Allah kaileta Taurati ili watu wamuabudu Allah mmoja. Tena Taurati ilikuja katika kipindi ambacho wana wa Israeli wamechanganyikiwa. Taurati ikanya, ikawakuta wana wa Israeli wanashurutishwa kumwabudu mungu mtu ambaye ni Firaun, aliyejinadi kwa kinywa chake kipana kwamba ana rabbukumul ala, mimi ndo mungu mkubwa wenu nyie. Taurati ilishuka katika kipindi cha Firauni, achilia mbali mashaka ya wana wa Israeli kuwa utumwani, kutangaziwa mungu mtu ili wamwamini. Wa walikuwa katika kipindi kingine, uchawi ndio umeshabiri hivyo. Allah akampa Musa miujiza inayofanania uchawi lakini sio uchawi, ili kama wachawi watakuja na vibwanga vyao wamkute Musa yuko juu kimuujiza. Sasa basi ikaja Taurati ikatumika, ikawaokoa watu wakanusurika, wakautambua Uislamu wakamwamini Allah mmoja. Allah kaileta Zaburi katika kipindi cha shida mno, kipindi cha vita. Ikaja Zaburi na miujiza mikubwa, kwa kuwa Daudi yupo kwenye kipindi cha vita. Basi ikaja Zaburi inafundisha mambo ya vita, vita sana kama adui atakuja na silaha kali, basi Daudi, tunakupa muujiza wewe wa kulainisha chuma, utengeneze vazi la chuma, uvae. Ukienda vitani, adui akikupiga mkuki au mshale, hautoingia. Zaburi ikaja na miujiza ya kutengeneza vyuma, Daudi akawa anatengeneza vyuma, vazi. Zaburi ilikuja kuongoza wengi katika watu wa kipindi kile. Baada ya hapo ikaja Injili. Injili imekuja kwa Nabii Isa. Nabii Isa kaletewa Injili katika kipindi ambacho watu wanapenda sana ramli, watu wanapenda sana uganga, watu wanapenda sana kutibutibu watu. Sasa Nabii Isa alipopewa Injili, Injili ikaja na miujiza. Kama utaenda kwa mpiga ramli akakutabiria yajayo kesho, au akakutibia maradhi na ukamwona yule tabibu ni bora sana basi, injili imekuja na miujiza kwa Isa ya kumfufua hadi aliyekufa. Nabii Isa alikuwa anafanya dua, mgonjwa anapona, hadi maiti anafufuka. Ikibidi tena kayafanya hayo kwa idhini ya nani? Ya Allah na sisi tuna imami jioni ya leo Allah ata